Zingatia haya mambo kumi unapohamia eneo jipya la makazi, hata kama ni eneo la kibiashara lakini zaidi kwenye makazi. Umetoka sehemu moja, umehamia mtaa mpya, zingatia haya. Jambo la kwanza, hama usiku. Hii itakusaidia kujiepusha na atenshen zisizo za lazima. Sio lazima kila mtu ajue godoro lako ni la mwaka gani, au unalalia godoro zuri au baya au la muda gani. Sio lazima kila mtu afahamu vifaa ambavyo unamiliki. Sehemu nyingine, hasa pale ambapo ni nyumba za kushia, mtu akishaona umekuja na vifaa kama vile mafriji, matv, hita una wanaanza kusema unamaliza umeme. Kwa hiyo ama usiku, kuweza kujiepusha na vitu vya namna hiyo. Jambo la pili, lipia bili zako kwa wakati, bili za taka, bili za umeme, bili ya maji, eh, ulinzi shirikishi. Hii itakusaidia uweze kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima eh? Mambo ya kugombana na mwenye nyumba, mambo ya kugombana na serikali za mtaa, mambo ya kugombana na wapangaji wenzako, kisa tu unachelewesha eh? nini kulipia tu umeme hiyo, eh? inakushushia heshima yako, usiwalaze watu kwenye giza. Jambo la tatu usijenge mazoea ya haraka na majirani. Wewe ndio umefika tu, una siku tatu, eh? una kuna watu ambao pale wanavielevia umeshaenda pale, umeshaanza kuambia sehemu ulipotoka mwenye nyumba alivyokuwa, umeshaanza kuambia tabia zako, umeshaanza kuambia, ah, huyu mtoto sio wa huyu mwanaume ambaye niko naye sasa hivi. Acha kujenga mazua ya haraka haraka, hata wale watu majirani ambao wanavyereea watataka kukum. kujuajua stori zako vitu vyako, usiwambie stori zako. Jambo la nne, jambo la nne. Usiruhusu watoto wako waende kucheza kwa majirani ambao haujawafahamu vizuri na kwenda kuwa wanakula huko. Siku hizi dunia imebadilika kabisa, utaharibu watoto wako kwa kusema tu ni majirani tu undugu undugu kuna watu hawana wa undugu, watakuharibia watoto wako kwa tabia mbaya, au wao kufanya vibaya, au wengine watoto wataanza kuona vitu ambavyo hawastahili kuviona na watajifunza tabia mbaya mapema. Jambo la tano, epuka kwenda kusuka kwenye saluni za kawaida, hasa hasa wakina dada. Saluni siku hizi zimegeuka kama vijiwe vya umbea. Utaenda huko, utachangia mada, watu watakujua, watajua kwamba haujui vitu vingi, hata kama unajua vitu vingi watakuona machino. Utaanza kuongelea stori za like kifamilia, stori za like kifamilia, mambo yako binafsi, itakuwa haileti picha nzuri, na kwa namna hiyo utaruhusu watu waanze kukujua sana. Namba sita: kaa kimya kuhusu maisha yako ya zamani. Usikae pale ukaanza kuwasimulia watu vitu vya zamani, maisha uliyopitia magumu, majirani na watu ambao umeishi nao. Umewakuta hapo, aina haja ya wao kujua hivyo vitu, hizo taarifa kwa karibu. Kwa hiyo jiepushe kabisa. Jambo la saba, angalia mazingira kuhusiana na usalama. Sio umefika leo baada ya uh, kesho unaanza kurudi usiku saa sita, unaanza kurudi saa saba, unaanza kuondoka usiku, usiku eh? unaacha milango wazi? Hapana, hakikisha kwamba unafahamu mazingira vizuri, usalama wake ukoje, wasije wakakufirisi mapema. Jambo la nane, shiriki kwenye mambo ya kijamii kwa kiasi kwenye vikao vile vya kijamii, kwenye vikao vya hapo nyumbani kwa kiasi. Yaani vile vitu ambavyo sio lazima wewe kuwepo usiwepo, sio lazima wewe kuchangia usichangie, sio lazima wewe kuongea usiongee acha kierere kwenye mazingira ambayo ni mapya. Jipe muda wa kusoma hilo eneo. Lakini jambo la tisa, acha makelele na mamiziki ambayo sio ya msingi sana. Umeenda kwenye eneo ambalo ni jipya eh, unafungua mziki kwanza saa 12, watu wamelala, kuna watoto wanasoma, wewe unafungua mziki, unapiga mamiziki, unaweka mataarabu, hata kama ni gospel. Kuna watu wengine hawahitaji hiyo miziki, kuna watu wanahitaji wa, wa maisha private, kuna watu wana kazi zao private. Acha na mambo ya mziki, weka mziki kiasi chumbani kwako. Kama unahitaji kupiga makelele eh? Kama unahitaji kupiga mamiziki yako hayo, nenda ukapange stand alone, nenda ukakae sehemu yako kabisa. Jambo la kumi na la mwisho, jiepushe na kukaribisha majirani na watu sio wajua ndani kwako, au mara nyingi ndio wanageuka kuwa watu wa kwenda kutangaza taarifa zako, vitu ambavyo wanavimiliki, lakini pia hata dharau huwa zinaanzia hapo hapo niambie kwenye haya mambo kumi, ni jambo gani ambalo wewe huwa haulifanyi unapohamia kwenye makazi mapya? Alafu baada ya hapo, usisahau ku like ku subscribe pamoja na kuniachia hiyo comment hapo, alafu tucheke wote au tujifunze wote kuhusiana na unapohamia sehemu mpya.